Je, ndugu mfugaji unafahamu, eh, ukishindwa kuzingatia vitu vya muhimu au vidogo vidogo kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku unaweza ukasababisha biashara yako kukufa kabisa? Lakini pia unafahamu sifa bora, eh, au jinsi ya kuchagua vifaranga ambao wanafaa kwa ajili ya kulelewa au kua akutokolesha au kukuzalishia mayai? Inawezekana wewe upo kwenye ufugaji wa kuku na una mpango wa kuagiza vifaranga au tayari umeshapokea vifaranga, lakini haujajua utumie mbinu gani kufahamu sifa bora za vifaranga ambao unawachukua au umeshawaagiza. Kupitia hii video, ningependa ni share na wewe sifa sita ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufahamu utawezaje kuchagua vifaranga ambayo na ubora unaotakiwa, lakini pia utawezaje kujua vifaranga ambayo anafaa kwa ajili ya kulelewa ili kusudi akupe matokeo cha kufanya ja. Angalia video mpaka mwisho, ili kusudi ni kusaidia kujua sifa bora za vifaranga kwa ajili ya ufugaji wako, itakusaidia sana. E, katika masuala mazima ya namna ya kufanya ufugaji wa kuku, ndugu mfugaji, unapojiandaa kupokea vifaranga kwanza kabisa lazima uwe na eneo ambao linafaa kwa ajili ya kulelea vifaranga, lakini pia ilo, lazima uwe na vifaranga ambao vinafaa kwa ajili ya kuja kulelewa ili kusudi vikupe matokeo. Na unawezaje basi kufahamu sifa bora za vifaranga ambao nafaa kwa ajili ya kulelewa eneo ambao umeliandaa? E, kuna vitu mbalimbali ambavyo mfugaji unaweza ukavitumia ili kusudi uweze kufahamu sifa za vifaranga ambao nafaa kwa ajili ya kulelewa, lakini pia uweze kufahamu ukipokea vifaranga au ukichukua vifaranga sehemu fulani niweze kukusaidia basi kufahamu kwamba huyu ifaranga na sifa zinazotakiwa. Kuna sifa sita ambazo huyu mfugaji unatakiwa uzifahamu, ili kusudi uweze kujua kifaranga ambao ni bora na kifaranga ambaye hafai kwa ajili ya malezi au kumlea ili kusudi sifa ya, ya kwanza kifaranga bora anakuwa na manyoya yaliyokauka vizuri na yanapendeza. Hii ni sifa kubwa sana ambayo mara nyingi wafugaji wengi huwa wanaiangalia na inawezekana wewe kwenye eneo lako la kupokea vifaranga hii sifa umeizingatia au una mpango wa kuja kuizingatia? Kifaranga bora anakuwa na manyoya ambayo yanapendeza, lakini pia anakuwa na manyoya ambayo yanavutia kwa macho na yanakuwa hayana changamoto yoyote. Lakini kuna baadhi ya vifaranga ambavyo baadhi ya watotoleshaji hasa hasahasa wale ambao hawajajulikana eh, kwamba ni watotoleshaji wanatotolesha vifaranga lakini hivyo vifaranga vinakuwa na manyoya ambayo hayaeleweki eh, na wee mfugaji ukikutana na vifaranga ambavyo unauziwa au unapokea vifaranga ambavyo manyoya yake hayajatulia au hajaeleweka au haeleweki kabisa, ujue kwamba hicho kifaranga kuna uwezekano mkubwa kikawa na changamoto kubwa zaidi ukiwa unakifuga au kile hapo mbele. Sifa ya pili, vifaranga bo anakuwa na macho mangavu. Mara nyingi vifaranga eh, baada ya kutotolewa, yani kutoka kwenye yai, vingi huwa vinakuwa vichangamfu, lakini pia hivyo vinakuwa na macho ambayo anavutia zaidi na wewe unapochagua kifaranga kwenye biashara yako ya ufugaji wa kuku, hakikisha kifaranga ambayo unamchukua ni kifaranga ambaye anakuwa na macho yanayovutia na macho ambayo anapendeza. Na inawezekana kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku huwa ni adimu sana kuweza kukagua kifaranga kimoja kimoja kina sifa ambazo zinafaa, lakini kama unataka kufanya biashara yenye matokeo makubwa zaidi, hakikisha hizi mbinu unazifata. Angalia macho ya kifaranga kama yanavutia, lakini pia kama hayana changamoto yoyote, ili kusudi uweze kufanya vizuri kwenye eneo lako na kuweza kuwalea au vifaranga. Sifa ya tatu ya vifaranga bora ni vifaranga ambao ni wachangamfu. Vifaranga ambaye hana changamoto yoyote, ukimleta eneo la kumlelea, anakuwa mchangamfu zaidi kulingana na mazingira ambayo umemweka. Vifaranga ambao wana changamoto nyingi, ukimweka eneo fulani, anakuwa hachangamki, yani haeleweki. Na wewe mfugaji, kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, ukipokea vifaranga kwanza inabidi wachague vifaranga ambao wanachangamka vizuri ili waweke eneo lako, lakini pia uweze kuangalia, je, hawa ambao hawajachangamka vizuri kuna shida gani? Inawezekana labda shida ni ya joto, lakini inawezekana labda shida inatokana na mambo ya kimaumbile kutoka kwenye yai. Hii itakusaidia sana wewe kuweza kujua wapi vifaranga ambao ni wachangamfu na ni wapi ambao vifaranga sio wachangamfu ili uweze kufanya ufugaji wako vizuri kabisa. Na kwenye hili swala la uchangamfu naezi kaendana pia na joto ambao unawapatia. Unaweza ukaweka joto kwa muda fulani ukatoka ukaja kuangalia kama ni e, wachangamfu kama ulivyoacha mwanzoni. Ukijua hiyo e, itakusaidia sana kuweza kudisaidi kuchukua vifaranga ambao ni bora kwa ajili ya ufugaji wa nne. Vifaranga e, bora wanakuwa na vitovu kilichokauka vizuri. Mara nyingi kifaranga e, huwa wanakuwa na vitovu kama kawaida, lakini baada ya muda vitovu huwa vinakauka. Sasa unapoenda kuchukua vifaranga au unapopokea vifaranga, wewe mfugaji, hakikisha unakagua vitovu vya vifaranga wako kama vimekauka vizuri kama kifaranga atakuwa eh, hajakauka, kuna uwezekano mkubwa ikawa ni njia mojawapo ya uwepo wa maambukizi ya magonjwa kwa huyo kifaranga na hasa kwa kifaranga. Sifa ya tano kifaranga eh, bora anakuwa na miguu eh, imara, lakini pia miguu ambayo miangavu na miguu ambayo haijavilia damu. Unapochukua kifaranga, kabla ya kuweka kwenye bruda, hakikisha unaangalia sifa ya miguu kama ni imara, lakini pia kama hiyo miguu haijavilia damu lakini pia e, kama hiyo miguu siyo dhaifu zaidi. Mara nyingi mfugaji huwa anakuwa na, na haraka sana ya kuwaweka vifaranga kwenye eneo la kuwalelea pasipo kuzingatia e, vitu vidogo vidogo kama hivi. Unapoweka vifaranga kwenye bruda yako, na wakati huo huo e, miguu yake na changamoto, kuna uwezekano asipate chakula vizuri, lakini pia kuna uwezekano akashindwa kuhimili mizunguko e, ya vifaranga wengine, kwa maana ya kwamba watakuwa na mkanyagakanyaga. Kwa unapoangalia vifaranga vyako, hakikisha huyo kifaranga ambayo unamchukua anakuwa na miguu ambayo ni mara zaidi, lakini pia ni miguu ambayo haijavilia damu ili kusudi aweze kusurvive vizuri. Ya sita na muhimu zaidi ni kwamba kifaranga e, bora anakuwa ni kifaranga ambaye hana ulemavu wa aina yoyote mara nyingi nimewahi kuona eh, kuna baadhi ya vifaranga ambavyo eh, niliwahi kupokea, lakini vingi vilikuwa na changamoto ya ulemavu, na hasa hasa vingine vilikuwa na midomo ambayo imepinda, haijawa kwenye standard ambayo inatakiwa, lakini vingine vilikuwa na miguu ambayo imepinda, mingine kabisa havitembei eh, na Ee, ukipokea vifaranga vya namna hii itakuwa ni ngumu sana kwa wewe kuweza kufanya ufugaji wako effective, kwa sababu vingine havitakula vizuri na kama kifaranga hakitakula vizuri kuna uwezekano isiweze kusurvive kwa sababu itashindwa kupata lishe ambayo inatakiwa kwa ajili ya ukuaji kama hizi sifa sita uweze kuzingatia wakati wa kuchagua vifaranga kwa ajili ya ufugaji wako, itakusaidia sana wewe kuweza kuepukana na hasara ambazo sio za muhimu kwenye eneo lako la ufugaji wa kuku, lakini pia utaweza kuokoa muda kwa ajili ya kufanya ufugaji wako ukuletea matokeo mazuri. Baada ya kuanza kurudia rudia kunua vifaranga, utaweza kufanya ufugaji wako moja kwa moja na ukaweza kupata matokeo mazuri kabisa, eh, kwa ajili ya ufugaji wako. Nikushukuru naomba tukutane katika video nyingine.